Na serikali imetangaza kwamba itakabiliana vilivyo na wanyakuzi wa ardhi wanaohusishwa na taharuki ya uskwota inayozidi kuongezeka katika kaunti ya Machakos. Akiongea baada ya kuongoza mikutano ya kampeni ya kudumisha usalama kwa jina Jukwaa la Usalama mjini Machakos, Waziri wa Usalama wa Taifa Kipchumba Murkomen alifichua kwamba maafisa wa ngazi ya juu serikalini, wanasiasa, maafisa wa polisi na ya wahalifu ni miongoni mwa watu wanaojishirikisha na biashara haramu ya ardhi, hali ambayo imeifanya kaunti ndogo ya Mavoko kuwa mafichoni makuu ya wahalifu, huku unyakuzi wa ardhi ukiibuka kuwa tishio kuu la usalama katika kaunti ya Machakos. Kisa cha hivi majuzi ambapo zaidi ya familia ishirini ya eneo la Ngelani kwenye kaunti ndogo ya Mavoko ziliachwa bila makazi katika uvamizi we were, no no we were, were, were. Serikali imeapa kukabiliana na matapeli wa ardhi wanaoeneza swala hilo bila woga. Waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen amesema kaunti ya Machakos kuwa karibu na jiji la Nairobi imefanya kuwa kivutio lengwa kwa shughuli zinazopangwa na wahalifu wakiwemo maofisa wa serikali a wanasiasa na maofisa wa polisi pamoja na wale wa ardhi wanaotekeleza kwa kupanga uvamizi wa ardhi. land is the biggest threat to security uh, in Machakos county and the pressure that Machakos county gets from being part of the Nairobi metropolitan area criminals running away from the city of Nairobi and particularly gangs that take over large tracts of land that exist in this area. Aidha, alidokeza kuwa idadi kubwa ya maskota kwenye bali ni wahalifu wanaomiliki ardhi kiharamu these are gangs who are brought from different parts of the country and these are squatters who are hired by the Mabwenyeye themselves uh, who are the actual land grabbers but they want to use uh, uh, citizens to do that we had successful removal of these squatters in bracket from the East Africa Portland's land um, we still have challenges in many other uh, properties uh, around Machakos particularly Machakos County Joseph Ohungu Dira ya Maguiji yes. Ndugu Mwia